Takribani watu ishirini na tano wamefariki nchini Ukraini katika wimbi la hivi punde la mashambulizi ya Urusi, maafisa wa Ukraini wanasema, huku mzozo huo ukiwa hauonyeshi dalili zozote za kurudi nyuma. Shambulio moja katika mkoa wa Donetski liliua takribani watu kumi na moja na kujeruhi arobaini wakiwemo watoto sita, maafisa wa eneo hilo walisema Jumamosi. Nyumba na miundombinu zilishambuliwa katika mikoa mingine pamoja na Kharkiv na Odessa. Mashambulizi ya Urusi yameongezeka katika siku za hivi karibuni, wakati Marekani ilipositisha msaada wa kijeshi na ushirikiano wa kijasusi na Kiev kufuatia majibizano katika ofisi ya ikulu wiki iliyopita kati ya rais Donald Trump na Volodimiri Zelenski wa Ukraini. Baada ya mashambulio ya hivi punde ya Urusi, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk alisema: hivi ndivyo hutokea mtu anapowafurahisha wapuuzi. Mabomu zaidi, uchokozi zaidi, waathirika zaidi. Aliongeza katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii Mashambulizi mabaya zaidi yalitokea Ijumaa jioni katika mji wa Doplopilia, mkoa wa Donetski. Takribani watu kumi na moja waliuawa wakati makombora mawili ya balistiki yaliposhambulia majengo manane ya makazi na kituo cha maduka, maafisa walisema. Baada ya huduma za dharura kuwasili, Urusi ilianzisha shambulio jingine ikiwalenga waokoaji kimakusudi, Zelenski alisema katika ujumbe kwenye Telegramu. Mashambulizi kama haya yanaonyesha kuwa malengo ya Urusi yajabadilika, aliongeza. Wakati huo huo, Ukraine imeendelea kuilenga Urusi, ambayo wizara yake ya ulinzi ilisema kuwa vikosi vyake vilinasa ndege 31 zisizo zisizo na rubani za Ukraine usiku kucha. Siku ya Ijumaa, Trump alisema anapata ugumu zaidi kusema ukweli kujadiliana na Ukraine kuliko Urusi katika majaribio ya kuleta amani kati ya mataifa hayo mawili.